Katika mnyororo wa thamani wa marafiki zako wale wanaokuzunguka, wale clean marafiki wanaokuzunguka, jitahidi kati yao awemo mmoja mcha Mungu sana. Hatujaumbwa kubagua, maana ni relational beings, ni viumbe tunaohusiana, lazima tunahusiana watu, kwa sababu kila kitu ambacho mimi nakihitaji kuna mtu Mungu amempa, ambacho mimi nitakichukua kwake. Sasa, pamoja na haya yote, jitahidi miongoni mwao awepo mmoja mcha Mungu kabisa. Ukikosa kabisa, tafuta hata mchungaji, tafuta mtumishi. Ukisoma kitabu cha Waamuzi, kuna mahali pale anasema mlawi wako, mlawi wako. Zamani watu walikuwa na walawi wao yani... lengo ni tulipojifunza hapa. Ukisoma Wafalme wa pili tatu kumi na moja mpaka kumi na nne tunamwona Yehoshafati ambaye alikuwa na mcha Mungu kwelikweli. Huyu jamaa alikuwa amekulia kwa Rahabu mwabudu bahari na baba ake ambaye alikuwa ametekwa na mke wake naitwa Ahabu. Hata alipo, alipo, jamaa alipo nabia, nabii jamaa alipomfata nabii akasema, kwani usimulize manabii wa Mungu wako mabahari unakuja kuniuliza mimi nabii wa Mungu? Lakini Elisha anasema kama asingelikuwa huyu yehoshafati mcha Mungu ambaye mmeungana naye kwenye projekti yenu ya kwenda kuirudisha Moabu, nisinge kusikiliza kwa sababu ya, ya huyu Yehoshafati. Nileteeni vifaa vya muziki mnipigie, nimuulize Mungu, nimuulize Mungu. Kwa kuna faida kubwa kuwana marafiki wa mcha Mungu. Kuna wakati maombi yangu yanaweza sisikiwe, lakini maombi ya huyu ambaye anaukaribu na Mungu, ambaye mimi naukaribu naye yakasikiwa kwa ajili yangu. Somo hili likujenge sana.